Asubuhi mida ya saa nne jiji la Nairobi linaonekana kuwa tulivu, ila wasiwasi unaonekana kutanda maeneo kadhaa. Baada ya saa moja hivi, barabara ya Moi inasalia mahame kwa biashara na magari yakitumia njia mbadala. Vijana waliojihami kwa rungu wanaonekana kutokuwa na wasiwasi hapa, wengine kwenye pikipiki piki wakiwa na viboko na mijeledi. Ghafla polisi kwa gari zaidi ya matano naibuka katika barabara ya Moi Avenue na kutupa vitoza machozi wasijulikane, iwapo ni maafisa wa polisi kwenye nguo za raia au ni wasaidizi hii street ni yetu, na cheki, hatutaki watu wanaharibu street sawa? Hatutaki watu wanaharibu street yetu, penye si ushinda, ndio maana sisi yeah. Tuko pande ya Masanze tunapeleka, wale wasikuje waharibu area yetu. Hizi rungu mmepewa hizi rungu, rungu yeah. Ah, ni zetu, tumeziokota huko roe yeah. Za kuchunga aa watu wow. E, a watu wasikuje kuharibu penye si hufanya kazi na pata uradi yetu sawa. wow. Baada ya muda mchache wanaonekana wakipewa ulinzi na polisi hawa. Kijana huyu anagunduliwa kuwa msaliti na waandamanaji wasio na rungu wakamvamia. Huyu naye akajaribu kuiba simu na kufuatwa ila baada ya dakika chache anagunduliwa kuwa mmoja wa wale walio na mipini. Angani ndege zinapaa kuangalia hali. Baada ya muda mchache, wanakutana hapa kusalimiana na kuanza kutembea pamoja kwa lengo moja. Hmm. Nimesikia vibaya hmm. Njoo tumelia na, nasema siku zote yeah. Jeshi hmm. hmm. ni ya ground. Hmm. Sasa hii jeshi umeongelea, uh, jeshi hii yeah. hmm. hii jeshi ambayo ni ya ground ni gani, na kwa nini mko leo hapa? Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tukwa tuandamane. Sisi tulikuwa mboka, hey masaa nyingi

biashara zimefungwa barabara